Wa habari, management na wafanyakazi wa Benki ya Azania, tunashukuru kwa mwitikio wenu katika kuendeleza juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu na pia kuwapa nafuu wafanyakazi. Leo tunazindua huduma mbili mpya zitakazonufaisha wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu pamoja na watumishi wa umma bila kusahau wafanyakazi katika sekta binafsi. Huduma hizi basi zinajulikana kwa jina la Boom Advance na Salary Advance. Boom Advance inalenga wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu. Wanavyuo hawa hawatalazimika kusubiri hadi mikopo yao ya boom iingie katika akaunti zao bali wataweza kupata mkopo wa muda mfupi kwa masharti nafuu sana kujikimu wakati wa kusubiri boom kutoka bodi ya mikopo. Wanavyuo wataweza kukopa kiwango cha asilimia 50 ya kiwango cha boom cha miezi miwili. Huduma nyingine ni ya Salary Advance. Huduma hii imelenga watumishi na waajiriwa. Huduma hii itamwezesha mwajiriwa kupata sehemu ya mshahara wake kabla ya tarehe ya kawaida ya kuingizwa kwa mshahara huo. Kwa hiyo kama mwajiriwa au mtumishi wa taasisi za umma anapokea milioni moja, ataweza kukopa mpaka laki tano, na hii hela itakatwa pale atakapopata mshahara. Benki ya Azania imeendelea kufanya maboresho makubwa katika huduma zetu za kitaasisi, na katika kuboresha huduma hizi zote zitapatikana kwa urahisi kupitia simu zetu za mkononi. Hiyo inamaanisha kwa yule ambaye hana simu janja ataweza kupiga star mia hamsini, star sabini na tano reli, na wale ambao tuna simu janja tunaweza tukapata mkopo huu kupitia Azania Bank mobile app au internet banking. Kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi ni kwamba mikopo hii benki imehakikisha ni mikopo ambayo haina dhamana. Kinachohitajika ni kuwa na account tu ya benki ya Azania, kuhakikisha na vile mwajiriwa au yule mwanafunzi anatakiwa kuwa kupitisha bumi yake ya Azania au kupitisha mshahara wake katika benki ya Azania. Rai yetu siku ya leo ndugu waandishi wa habari ni kwamba tunaomba wanavyuo na watumishi wote nchini kukimbilia fursa hii kubwa sana. Na sisi kama benki tumehakikisha hakuna sababu ya kukwama ikiwa hawawezi kupata boom kwa wakati au mshahara bado haujaingia.